Tunakubali, ni matokeo ya kuumiza sana kwa sababu hatujazoea Simba Sports Club kupoteza katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa tena kupoteza mechi ya kwanza ya mashindano, lakini imetokea. Kuna siku mambo yanakwenda arijojo, una, una, una, una, una, una unapoteza, lakini kupoteza huko sasa kusiwe sababu ya kutuondoa sisi wenyewe kwenye mashindano, isitokea mwana simba akaamini safari yetu imeishia hapa. Bado tuna mechi tano mkononi, haijalishi ni away, haijalishi ni nyumbani, lakini sisi tunahesabu tuna mechi tano ambazo kwa ubora tuliokuwa nao tunakwenda sasa kujipanga vilivyo na kwenda kujipanga upya kuhakikisha kwamba mechi inayokuja tunafanya vizuri. Uh, mwanzo huu mbaya tuliopata hii leo unafanana, una, una, una pengine hii ina afadhali kidogo. Niwakumbushe tu tu, wanasimba, wakati mwingine tunajifunza kutokana na yaliyopita na, na, na, na, na ama matukio yaliyopita tukiyakumbuka yanatupa nguvu kuelekea katika mapambano ya, ya, ya, ya siku zijazo. Eh, elfu mbili ishirini na mbili elfu mbili ishirini na tatu kwenye ligi ya mabingwa hii hii mechi ya kwanza hapa Benjamin Mkapa, Simba tulipoteza bao tatu kwa bila dhidi ya, ya Raja Kasablanka, tukatoka hapo vichwa chini tukatoka hapo na masononeko mazito. Tukatoka hapo mioyo imejaa simanzi. Tukaondoka hapo tukaenda Guinea kwenda kucheza na Horoya. Kwa bahati mbaya nyingine tena tukapasuka bao moja. Mnyama amecheza mechi mbili, hana pointi hata moja, anaburuza mkia. Ulikuwa ni mwanzo mbaya kweli kweli. Hakuna ambaye alitarajia. Nini kilifanyika baada ya pale? Tukakaa chini wachezaji viongozi mashabiki, tukajifanyia tathmini. Tukanyanyuka na nguvu mpya, tukaenda Uganda kwa Vipers, tukampasua bao moja, tukarudi Benjamin Mkapa, tukampasua bao moja, akaja Horoya akafa bao sita, nyama akakwalify kwenda hatua ya robo finali. Huo ndio mwanzo mbaya Elbeb hapa hapa, Benjamin Mkapa tulikufa. Hizo dada mwandishi, tulikufa tatu, lakini tulisimama tena, tukajipanga tena, tukajikoki, hatukukata tamaa, nyama akafuzu kwenda robo fainali na tuwa ka historia haka kidogo, ili watu wakumbuke kwamba mwanzo mbaya upogo katika maisha na katika mpira.